Karibu sana karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema mume asipomchunguza mkewe atamwona kama kero mbaya. Hii ni mada ambayo imetokana na mmoja kati ya wasikilizaji wetu hapa ambaye amewasiliana na mimi na inathibitisha kwamba ni jinsi gani kuna shida nyingi sana ziko za ndani ya ndoa, lakini watu hawazishughulikii wa. Unaona kuna tatizo lakini mtu alishughuliki kabisa na kaa kimya. Kama nilivyozungumza kwenye video iliyopita, ukiona mtu ana nyumba nzuri sana sawa, ina vigae, ina vioo nani, ina madirisha ya vioo vizuri sana kama ya kwangu ukiwa na mtu ana nyumba nzuri sana la, alafu akasafiri akaiacha hiyo nyumba bila mtu, alafu milango yote iko wazi, inamaanisha kwamba mle ndani hamna kitu. Kwa maneno mwingine, ni kwamba kuna kuwepo na tatizo ndani ya nyumba alafu hakuna mtu anayelishughulikia, yani liko tu kama vile nyumba iliyoachwa peke yake, haina mtu Tambua kwamba uhusiano huo umekufa, japokuwa hao watu wako wanalala pamoja. Hebu fikiria huyu mwanaume anayeleta meseji hii, alafu uweze kuona nalo lisema ina uzito gani. Kwa maana mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye hahitaji ruhusa ya wewe kuachwa, hahitaji ruhusa ya yeye kuchepuka, hahitaji ruhusa. Mtu mmoja, mtaalamu mmoja akasema kwamba sio lazima mpaka uhusiano uwe mbaya sana, ili upate sababu ya kuachana naye au kumsaliti mwenzio. Jue ni mtaalamu mmoja akazungumza, mwingine akasemaje? Mara nyingine inakuwa kwamba umefika sehemu ambapo unaona kabisa haijafikia pabaya sana mpaka kusema tuachane, kwani inagharimu shilingi ngapi? Naona kama haya mapenzi hayanitoshi, tafute mtu mwingine kuna mahali ambapo mtu anaona mapenzi nayo yapata hapa yanitoshi, nitafute mtu mwingine, kama huyu mwanaume alipoamua kwamba nitafute mke wa pili. Sikiliza message hii. Dokta, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka hamsini na miwili, nimeoa mke wa pili mwenye umri wa miaka ishirini na saba. Huyu ni mwanaume mwenye miaka hamsini na mbili ameoa mwanamke mwenye umri wa miaka ishirini na saba. Nimeishi naye huyu mwanamke mpya karibia miezi mitano. Sasa nimegundua ana tatizo la kutokufika kileleni tofauti na mke wangu wa kwanza. Kwa kweli najitahidi sana kumwandaa kwa kuchezea sehemu tofauti tofauti za mwili wake, lakini hafiki kileleni na wala mimi sina tatizo la kuwahi kumaliza. Dokta, nahitaji msaada wako nahitaji kumfurahisha mke wangu mpya, lakini hali hiyo imeanza kunikera. Anasema nikichezea kisimi chake anasikia raha, ila hafiki kileleni. Dokta, mimi sina tatizo la kuwahi kumaliza, naweza nikachukua mpaka dakika ishirini hadi thelathini sijamwaga mbegu. Unanisaidiaje dokta? Hapo unaweza kuona huyu ni mwanaume anasema tatizo analoliona kwenye ndoa yake mpya, na mwanamke mpya na mwanamke wa kwanza. Ana jina lake ni la Kiislamu, ni Muislamu, kwa hiyo ana haki ya kuwa na wanawake wanne. Ana mke mpya amempenda kutokana na mwonekano wake mzuri, ana sura nzuri, sijui kama amesoma, sijui ni mwongeaji mzuri kuliko mke wa kwanza, sijui ni mcheshi kuliko mke wake wa kwanza sijui kitu gani kisababisha aongeze huyu mwanamke manam, na inavyoelekea ni kwamba hakuanza kwa kuchepuka na huyu mwanamke manam, alimuona tu ana sifa nzuri, ana mambo mazuri akaona tu ni muoe, kutokana na dini ya Kiislamu hairuhusu uzinzi, ngoja tu ni muone hivi, umekaribia mwezi wa Ramadhani, ngoja ni muone sasa hivi tunasema ni miezi tu minne, ni, ni muone tu baadaye, kuendelea kumtamani, ngoja ni muone, muingize ndani, tulipoingiza ndani tunakaona kuna hili tatizo. Huyu mwanamke hafiki kileleni. Sasa mwana mwanamke asiyefika kileleni akajiona mjanja kwa sababu anamdanganya wanaume kwamba nimefika kileleni, kumbe hajafika. Hajui kwamba mwenzie anamuona kwamba ni kero, hajui. Na tafiti za kisayansi nyingi tu, sio moja, zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake wanawadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sasa asilimia kubwa ya wanaume ni wajinga, hawajui mwanamke alifika kileleni yukoje na anayedanganya yukoje. Katika kitabu changu cha sayansi ya mapenzi nimeweka chapter moja, sura moja inaozungumzia jinsi ya kugundua mwanamke anayekudanganya kwamba umefika kileleni. Hicho kitabu chako kinaitwa Sayansi ya Mapenzi. Kwa hiyo basi, utakuta wanawake wanaume wengi wanadanganywa na ndio mwanamke mkemea mkuu mwaka juzi ishirini na mbili alisema kwamba asilimia arobaini ya watoto waliomo ndani ya ndoa wale wanaume wamesingiziwa kwamba ni baba wa wale watoto lakini ile mimba mwanaume ameitoa mchepukoni. Asilimia arobaini ni idadi kubwa sana. Sasa wanawake wana tatizo hilo, hafiki kileleni, amekaa kimya. Lakini mimi wataniambia mmoja wapo, huyu hapa, sikiliza. Dokta, naomba msaada wako. Mimi ni mwanamke niko ndani ya ndoa miaka nane, nimevumilia sana ufikisho wa kileleni kwa bahati nasibu, yaani tukianza kufanya sina matarajio ya kufika, inatokea tu mara moja moja sana nafika kileleni. Juzi tulianza vizuri, nikadhani leo lazima nifikishwe kileleni, lakini aliwahi kumaliza kabla yangu, nikajikuta naning'inia hewani na hakuweza kurudia na akalala kwa amani yote, wakati mimi nabakia kulia peke yangu, sina wa kunibembeleza. Naona wanawake wengine, akigundua mwanaume wangu anifikishi kileleni, iza kwa sababu ana maumbile madogo au membamba au yamepinda no. Akigundua hilo au anawahi kumaliza sawezi kurudia, akigundua hilo, kama huyu mwanaume wangu hana uwezo wa kunifikisha kileleni, na kuchepuka, siwezi, sitaki kupata ukimwi. Anamkumbuka mpenzi wake wa zamani anavutia hisia kwa mwanaume mwingine, wakati huo anafanya mapenzi na mwanaume ndio hapo. Nasikia mara nyingine mwanamke anafanya mapenzi na mwanaume anaitwa George, lakini anamwita Hamisi Hamisi Hamisi, kumbe mume wake anaitwa George. Kwa sababu gani? Anavutia hisia kwa Hamisi. Sasa huyo ni mwanamke mmoja. Mwanamke mwingine, huyo anasema hivi, habari daktari, samani nimeona video yako kwamba una dawa ya sense drive kwa ajili ya walioathirika na kujichua. Naona na mimi nahitaji hiyo dawa, maana nimeenda kwa daktari bingwa wa wanawake, daktari kasema kwamba haoni tatizo lolote. Kwa nini sifiki kileleni? ni, ni, ni, ni tatizo la kisaikolojia tu, yani mawazo, yani mawazo yangu. Sasa Dokta, inakuwaje kwamba ni tatizo la kisaikolojia wakati nyege napata kwa wingi sana hadi naloana Dokta, nikiingiliwa lakini sisikii lolote, nisaidie tafadhali, unaweza kusikia mwanamke huyu. Kwa hiyo sasa mwanaume asipomchunguza mkewe, mwana asipo mkewe, atadanganywa kwamba mwanamke anafika kileleni kwa muda mrefu, mwanamke atachepuka. Lakini mwanaume akigundua kwamba mke wake hafiki kileleni, huyu ni mwanaume anayejali, akigundua kwamba mke wake hafiki kileleni inakuwa ni kero. Hakuna mwanaume anayekubali kushindwa Kaka mmoja alikuja usiku kwangu, hajaoa, lakini ana mchumba. Mchumba wake inachukua muda mrefu sana kufika kileleni. Lakini akienda kiasi akichepuka, sema nikamwona nichepuke, nichepuka. Kuna watu wengine wanamsifia, wanafika kileleni. Kaza na shangao kwa ingine, sifia, mchumba wake wafiki. Ufanyeje? Anakuja usiku kwangu. Huyu kwa, unaweza kuona jinsi gani? Huyu ni mwanaume. Hajaoa bado lakini ana mchumba naye ambaye katika sifa za kumwangalia kwa maumbile ya nje unaona anafaa kabisa huyo ndio mwenyewe. Posti kama angalia demo langu ilivyokuwa tamu kwa kuliangalia, lakini sio kwa kulila. Unaweza kuona hao watu kama watu. Sasa kwa, usitegemee kwamba mwanaume uliye naye anahitaji ruhusa yako kuchepuka kutafuta mke wa pili. Hahitaji ruhusa yako, sawa. Kwenye Uislamu, anasema mpaka aombe ruhusa, lakini anaweza kutumia mabavu vile vile kwa sababu sheria ya Kiislamu inaruhusu awe mke wa pili. Sasa katika mazingira kama hayo Unapoogopa kumwambia mtu ukweli kwamba bwana, sifiki kileleni, unajiharibia wewe mwenyewe, kwa sababu huyu mtu hataendelea kuvumilia hiyo hali kwa muda mrefu sawa. So, so, hata hataweza kuendelea kuvumilia hali hiyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni wajibu wako uweze kuangalia sasa. So, so, katika tafiti fupi ya mada hii nimegundua kuna wanawake wa aina nyingi ambazo wanapata shida kufika kileleni, waliojichua wanaongoza walioangalia picha za ngono kwa muda mrefu wanaongoza. Waliokuwa na tatizo la kulazimisha haja kubwa, walipata tatizo la kulazimisha haja kubwa, wanaweza kukutana na hali kama hiyo, au waliokuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu, yaani unapata haja ndogo, ah tu, baadaye wanakutana na tatizo hilo. Na jingine sasa ni la kimaumbile, mwingine sasa ni kama umbile, ana kisimi kidogo sana Kisimi ndio ambacho kiniswichi ya kusababisha mwanamke afiki kileleni. Lakini lingine ambalo lipo ambalo nimekutana nalo vile katika tafiti ya mada hii ni kwamba kuna wanawake ambao ili kisimi kiweze kufunguka vizuri na kutoa hali ya yeye kufika kileleni, kuna upande fulani ambao una miisho ya mishipa ya fahamu mingi kuliko upande mwingine, kwa unaweza kuwa ni upande wa kushoto ukao uka na gonga tu ujui ni upande gani. Ndio maana unakuta kwamba mwanamke mwingine anasema kwamba mimi huwa nafika kileleni kwenye mkao fulani, mikao mingine afiki kileleni, lakini kwenye mkao fulani anafika kileleni, manake kisimi chake kinapendelea msuguano wa aina fulani wa upande fulani, ndio maana kwenye mkao huo anafika kileleni kwa urahisi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lipo. Kwa hiyo kama uchunguzi mkeo atakuwa na kudanganya alafu atapata sababu ya kuchepuka. Na video mbalimbali za mikao na mambo mbalimbali ya kumfanyia mwanamke ili afike kileleni kwa sababu gani? Unapoweza kumwandaa kwa usahihi mwanamke kwa muda mrefu kile kisimi chake kinavimba. Kivimba vile vipokea hisia vinatanuka sana. Kwa hiyo vinapokea hisia nyingi kwa muda mfupi kwa haraka zaidi kwa sababu vimetanuka. Kwa hiyo kuna eneo la kupokea hisia linakuwa kubwa. Sasa wewe unayemwandaa mwanamke kwa dakika tano tu ukaona umemaliza, ni shida sana. Kutokana na hilo, basi katika tafiti zangu za kuweza kama sexologist, katika elimu ya sexology imegundulika kwamba kuna eneo lingine la kumi na nane katika mwili wa mwanamke ambalo linaweza kumsaidia mwanamke afiki kileni haraka, na eneo hili limegunduliwa na wale watu ambao wa walibadilisha jinsia yani alikuwa mwanamke akabadilisha ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, jinsia akawa mwanaume. al, al, al, alikuwa mwanaume akabadilisha jinsia akawa mwanamke. Nimegunduliwa na dada moja, jina lake naanzia Nabshsa, nimesoma wiki, wiki hii, eneo la 18 Kwa hiyo hiyo style ya kuchezea eneo hilo linaitwa muffing, muffing. Kwa hiyo ni eneo ambalo watu wengi hawajui kwamba lipo, ni jipya. Nimejaribisha kuitafuta katika mitandao ambayo najua kwamba nitapata information, imekuta hawana hiyo, eneo jipya kabisa. Kama vile kuna style ya kufanya mapenzi inaitwa pompaya, jinsi ya mwanamke kufinya uume kwa uke okay wake ili mwanaume apate msuguano mwingi na utamu zaidi. Hilo ni eneo ambayo vile ni jipya, ambayo watu wengi wa hawajui. Hiyo style ya kufinya uume kwa kutumia uke okay, inaitwa pompaya Kasa, ni video hizo nimewatumia ma, ni no, wanawake wengi mwingi anapata an wa kiwango cha juu chauu anapiga makelele. Kama unahitaji ndoa yako iweze kusimama imara, lazima uana vitu vingi kumfanyia mwanaume ulie au mwanamke ulie ukiwa na vichache kwa uhusiano muda mrefu, atakuwa anajua unaanzia wapi unaishia wapi, utaonekana unaboa. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana jisajili, ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa mapema sana. Nikutakie maisha matamu. Bye, bye.